Maswali ni mengi, watu wanajiuliza ni nani sasa atakayeweza kurithi kiti cha Papa Francis. Ni nani ataweza kurithi? Majina tisa ya makadinari tayari yameshatumwa kule Vatican. Tukumbuke Machi 13 mwaka 2013 ndipo alianza kufanya kazi yake akichukua kiti ambacho kikiwa kimeachwa na mtangulizi wake benedikti wa kumi na sita akiwa ni papa wa 266 sasa atakayeenda kutafutwa ni papa wa 267 papa francis alizaliwa alizaliwa desemba 17 mwaka 1936 kule argentina aprili 21 mwaka 2025 hayuko tena duniani majina tisa tayari yameshatumwa Vatican kwa ajili ya kumpata mrithi wake. Na hapa nipo kwa sababu hiyo tu ya kuyataja hayo majina na kuangazia hawa waliotajwa duniani kote, kwa nini wapatikane tu hawa tisa. Wa kwanza kwenye hii orodha anaitwa Pietro Parolin, ana umri wa miaka sabini, huyu ni mwitali sifa yake kubwa hasa ambayo inatajwa inawezekana ikamfanya akawa mrithi wake, inaelezwa kwamba e, amekuwa katibu wa mambo ya nje wa Vatikani tangu mwaka 2013 na akichukua nafasi muhimu katika masuala ya kidiplomasia ikiwa ni pamoja na mazungumzo nyeti na serikali ya China na mashariki ya kati. Kwa hiyo sifa yake kubwa hasa ambayo alikuwa akifanya kazi kwa uadilifu mkubwa inawezekana ikampa nafasi. Mwingine kwenye hii orodha niliyonayo, huyu anaitwa Luis Antonio Tago, mwenye umri wa miaka 67. Huyu ni mfilipina. Moja ya sifa kubwa ambayo inatajwa kwake ni kuhusiana na msimamo wake wa kutokuunga mapenzi jinsi ya moja, ambayo amekuwa akitajwa mara kwa mara kwamba Papa Francis ni kama anasadiki hivyo na kutoa eh, kipaumbele sana kuhusiana na haya maswala ya mapenzi ya jinsi moja. Lakini kardinali huyu mfilipino, moja sifa yake kubwa ni hasa iliyompatia umaarufu ni hiyo. Inawezekana kama atakuwa eh, papa, basi inawezekana akawa eh, papa wa kwanza kabisa kutoka bara la Asia. Mwingine na watatu, huyu anatokea bara la Afrika. Majina yake anaitwa Peter Turkson. Ana umri wa miaka sabini na sita. Mwafrika huyu kutokea taifa la Ghana. Yeye pia amekuwa na msimamo wake kuhusiana na mapenzi jinsi ya jinsia moja, amekuwa akiongelea sana hilo na umaarufu wake umekuwa mkubwa sana katika eneo hilo. Huyu Turkson inaelezwa kwamba amekuwa akiongea juu ya masuala ya shida ya hali ya hewa, umaskini na haki za kiuchumi, huku akithibitisha misimamo ya kitamaduni yake hususani katika eneo la kanisa juu ya Kwani ndoa kati ya mwanaume na mwanamke akawa, akawa amevuma sana kuongelea masuala ya ushoga. Hata hivyo, maoni yake kuhusu hili yamelegea. Amedai kuwa sheria katika nchi nyingi za Afrika ni kali sana. Amezungumzia pia masuala ya rushwa na haki za kibinadamu, ndio maeneo makubwa sana amekuwa akitajwa kiaongelea sana, huyu Peter Turkson mgana huyu mwafrika mwenzetu tuliye naye. Mwengine wa nne namzungumzia Kardinari Peter Edo mwenye umri wa miaka sabini na mbili. Huyu anatokea taifa la Hangari. Huyu amekuwa mmoja ya watetezo dari sana wa mafundisho mafundisho ya jadi ya Kikatoliki. Inaelezwa nafasi yake kubwa sana na yeye wa kupata upapa ni mkubwa kutokana na ushawishi wake mkubwa ambao amekuwa nao na inaelezwa, alikuwa ni kipenzi sana cha marehemu Kardinali George Pell ambaye aliamini angerejea utawala wa sheria katika Vatikani ya baada ya tu ya Francis. Mnamo mwaka 2015 Edo alionekana kujilinganisha na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban alipopinga wito wa Francis wa makanisa kuchukua wahamiaji. Mwingine tulie naye huyu, ni watano, anaitwa Mateo Zupi. Huyu ni mitali, anaumri wa miaka sitini na tisa. Amekuwa kardinari siku za usoni tu. Papa Francis alimteua mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Zupi anachukuliwa kuwa kama eh, kama mmoja e, ya watu ambao wanaweza wakawa mapapa kulingana na ushawishi mkubwa waliokuwa nao kwa Papa Francis. Miaka miwili iliyopita, Francis alimfanya kuwa mjumbe wa amani wa Vatican kwa Ukraine ambapo alitembelea Moscow ili kuhimiza ishara za ubinadamu. Akiwa huko, alikutana na Patrick Kirill, kiongozi wa kanisa la Orthodox la Urusi na mshirika wa Vladimir Putin. Pia amekutana na Vladimir Zelensky, rais wa Ukraini. E, hapa umenisikia, nimetaja dini moja dhehebu moja la e, Orthodoksi, ndio dini kubwa zaidi kule Urusi, yenye ushawishi, yenye nguvu kubwa zaidi. Orthodox, huwezi kuiambia kitu Mwambii mtu Mrusi yoyote umwambii kuhusu Orthodox, ndo dhehebu kubwa huko kwa taifa la Urusi. Sawa, inawezekana. Sasa zupi akawa pia papa mwingine wa sita, anaitwa Jose Tolentino Kalak eh, huyu ni Mreno, ana umri wa miaka hamsini na tisa, na yeye anatajwa, inawezekana akawa mrithi wa Papa Francis. Sifa yake kubwa ni ipi? Torentino ni mmoja ya warithi wachanga zaidi wanaoweza kurithi nafasi ya Francis, ambayo inaweza kuhesabiwa kuwa dhidi yake. Makadinali wenye tamaa wanaweza e, wakawa hawataki e, kusubilia miaka 20 au 30 kabla ya kupigwa risasi nyingine kwenye kazi ya juu. Amevutia mabishano ya kuunga mkono maoni ya uvumilivu juu ya uhusiano wa jinsia moja na kujihusisha na dada zake e, dada zake wa kike wa Benedikti ambaye anapendelea kuweka wanawake, anayeunga mkono pia chaguo. Alikuwa karibu sana na Francis juu ya masuala mengi, na anasema kuwa kanisa lazima lijihusishe na utamaduni wa kisasa. Mambo e, hayo, huyu tunamzungumzia e, Jose Tolentino kutokea kule Ureno. Mwingine e, mwingine tunamzungumzia huyu, yeye anaitwa Mario Grech ana umri wa miaka 68 anatokea kule kwenye taifa la Maldives, e, moja ya mataifa ambayo ni visiwa, ni nchi e, ni nchi lakini ni kisiwa kina, kinapatikana kule kusini mwa Asia. Nchi hiyo imepakana sana na bahari ya Mediterranean. Kwa hiyo Grich, inaelezwa sababu kubwa hasa alionekana kama eh, mwanamila, lakini alianza kukumbatia maoni ya kimaendeleo zaidi baada ya Francis kuchaguliwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Wafuasi wake wanahoji kuwa maoni yake yanayobadilika, yani, eh, yanaonyesha uwezo wake wa ukuaji na mabadiliko. Amekuwa akikosoa baadhi ya viongozi wa kisiasa wa Ulaya ambao walitaka kupunguza shughuli za meli za NGO na ameeleza kuunga mkono mashemasi wa kike. Mwingine kwenye hii orodha anaitwa e, Pabatista Bizabala ana umri wa miaka 60, huyu ni Muitaliano. Sababu kubwa hasa ambayo inatajwa yeye anaweza akawa mrithi. Naomba nikufikishie sababu kubwa ambayo na yeye zinamtaja tangia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili e, Pizabala amekuwa mzalendo wa Kilatini wa Yerusalemu, jukumu muhimu katika kuleta Wakristo wachache katika ardhi takatifu. Baada ya shambulio la Hamasi kwa Israeli tarehe saba Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu Pizabala alijitoa kama mateka badala ya watoto waliokuwa Watoto waliokuwa wakishikiliwa na Hamas huko Gaza. Alitembelea Gaza mnamo Mei 24 baada tu ya mazungumzo ya miezi kadhaa. Angetarajiwa kuendeleza baadhi ya vipengele vya uongozi wa Francis wa kanisa, lakini ametoa taarifa chache za umma kuhusu masuala yenye utata zaidi, maswala nyeti. Kwenye orodha hii ni denaye mwingine kati ya hao tisa ambao wamependekezwa, anaitwa Robert Sara, ana umri wa miaka 79, huyo anatokea Guine e, mwafrika mwingine huyo, ambaye ameingia kwenye rekodi ya makadinari ambao wamependekezwa kwenda kuwania nafasi hii, inaelezwa hili ni chaguo la mwendelezo. Inawezekana kuwa papo wa kwanza kutokea e, Afrika Eh, ama Asia ambao wana asili fani vya weusi kutokana na changamoto iliyopo. So eh, mitazamo ya watu wengi wamekuwa wakiendelea kuongelea, hata tusubirie, haya majina tayari yameshapendekezwa, na tumeona pia majina ya, ya baadhi ya viongozi wakubwa, hasa makardinali kutoka mataifa mbalimbali kutokea Tanzania. Eh, kardinali Lugamba tumeona tayari ametoa ujumbe na ataelekea Italy kwa ajili ya huo mchakato, kwa sababu huu mchakato wa kumpata huwa unahusishwa hasa na, na makadinari kwa hiyo huyu Mwafrika mwingine huyu Robert Sara kutokea Guine inaelezwa eh, huyu ni kadinari wa kimapokeo wa Orthodox ambaye wakati fulani alitaka kujionyesha kama mamlaka sambamba na Francis kulingana na mwangalizi wa Vaticani. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini aliandika kitabu pamoja na Papa Benedikti aliyestaafu wakati huo akitetea useja wa makasisi ambao ulionekana kama changamoto kwa mamlaka ya Francis. Ameshutumu itikadi ya kijinsia kama tishio kwa jamii na amezungumza dhidi ya misingi ya Kiislamu kama eh, Takson angeweza kutengeneza historia kama papa wa kwanza mweusi katika karne hii. Eh, kwa hiyo je, tuone Robert Sara anaweza kawa papa mweusi? Inawezekana ikawa ni ndoto tunayoota lakini yote haya yanawezekana. Lakini wataalamu wa mambo wanasema si rahisi sana kwa mtu mweusi kuongoza eh, kuongoza eh, eh, dhehebu hili kubwa zaidi duniani. Tumeangazia makardinali tisa kutoka mataifa mbalimbali kwenye orodha hii ya makardinali eh, makardinali ambao wametajwa kuingia kwenye hii orodha ni, ni wawili watatu, yes, ni watatu kutokea Italy. E, wengine ndio wametoka kwenye mataifa mbalimbali mbali, lakini watatu ndio wameingia kwenye orodha hii kutokea nchi ya Italy. Kuna huyo eh, Pietro Parolin huyo mu Italy, lakini mwingine nimemzungumzia hapa yeyo anaitwa Matteo Zuppi na yeye ni mu Italy, lakini mwingine ambaye ameingia kwenye hii orodha ni, ni Pizzaballa, mwenye umri wa miaka 60, ambaye pia ni mitaly ok. Kwa msaada mkubwa wa internet tumekufikishia hii majina. Yangu naitwa Pasco Kadushi PK, nimeingiza sauti hii kikupendeza, pia share na kwa watu wengine, unalolote lile koment hapo chini. Amani kwako kwa wewe ambao unaitazama na unaisikiliza kutokea kwenye akaunti yetu ya YouTube ya Jembe FM TZ. Subscribe hapo kama bado jawa mwanafamilia, lakini big up nyingi sana zikuendea wewe ambaye unaisikiliza na unaitazama kupitia kwenye chaneli yangu ya Kadushi Media. Uwe na wakati mwema, share, like na comment.